Mimi naitwa Asteria Mvungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Nafahamu kwamba kuna vijana wengi huko mtaani ambao wana vipaji vya kuimba. And obviously wana ndoto za kuwa signed chini ya management ama labels tofauti tofauti ambazo zinawamiliki zina ama zimewasign wasanii ambao wana mafanikio kwa sasa hivi. Na moja kati ya labels ambazo watu wengi wanatamani wawe chini ya uongozi wao ni label ya WCB ambayo inamilikiwa na Diamond Platnumz. Na watu watakuwa wanajiuliza, tunafanya nini exactly ili tuweze kuwa chini ya WCB? Imekuwaje Raymond akawa signed kwenye WCB, imekuwaje Harmonize pamoja na Rich Mavoko kuwa sign chini ya WCB? Well, Ayo TV imekutana na Diamond Platnumz kwenye exclusive interview na ameelezea ni vigezo gani ambavyo wewe kama msanii unatakiwa kuwa navyo ili kuwa sign chini ya WCB. Msanii yote kuna kadri WCB kasainiwa, ujue kashapitiwa na watu wengi sana kudhibitishwa. Sifikiri tu tu mimi mimi naweza naweza nikampitisha nikampitisha kuthibitishwa, suneakampitisha tuakapitisha mimi akaja mwingine akasema usio mkali huwezi kuforce, huwezi kujua kwa nani, kuna jopo la watu wengi yani, mtu mpaka anapitishwa, ni ana akili mjanja, anajua kuandika, anajua kutunga nyimbo haswa, anajua kuimba na mziki. Kila msanii ana namna yake na, na kuna wasanii wa kuimba live, kuna wasanii wa studio, kuna msanii ukimsikia usimuelewe kabisa, sema akiingia studio, akiachia mashine ni hiti kuna wasanii watengeneza nyimbo nzuri, kuna wasanii watengeneza, msanii uso mkali hatuwezi kukuchukua kwa sababu mwisho wa siku utakuwa sasa, tunafanya kitu gani atusaidii? Uh, tunaangalia lazima pia ajue kucheza, ajue kucheza, na hapa tuna darasa sisi ambalo tuna kila siku ni saa kumi sijui mwangu sisa ngapi, tunajifunza lugha mbili tatu, kwa sababu unajua maisha yanavyoenda kila siku anakuwa mziki wetu unazidi kukua Tanzania, so mtu ajue lugha kidogo, wezi kujua atakutana kitu gani cha kujitetea hivyo. Uh, unafundishwa vitu vingi namna kwenye mziki kuna kutukana na una kutamtamu na kutukanwa, sometimes unafurahiwa, sometimes unazomewa. Kwa hiyo watu wa kuwatengeneza akili zao, wanachokutana chochote wasichanganyikiwe. Kwa samtamu utatoa nyimbo itahit, sasa mtatoa nyimbo itakataa, wenzako ku wa tatoo, wasichukiane, kuwatengeneza watu pamoja. Ndio maana wasanii wa WCB kwanza na mapenzi wanapendana sana na watu wanashirikiana sana okay. That was Diamond Platnumz own exclusive interview kwa story nyingine na kali kama hizi. Basi, usiache usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Snapchat ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asteria Mvungu.